Nini? Shida yangu nataka maombi. Shida ni kwamba ni <coughs> makonjwa, alafu mm. Shida nyingine naweza ingia kanisani na ninapewa huduma, naanza kama huduma, nafanya huduma, lakini ikifika mahali nakeukwa. Leta maji, chupa iko na maji, nipe maji, ninywe maji ya uzima. Yesu akasema nimeshayapata. Maji nipe maji, nywe maji ya uzima. Yesu akasema nimesha. Sana, urudi hivi upate ka shape, umepoteza shape, pata shape. Nipe maji ninywe maji ya uzima. Yesu akasema nimeshayapata maji. Nipe maji ninywe maji ya uzima. Yesu akasema nimeshayapata Unataka hii ama unataka hii, shika, kunywa. Hata wewe kijana, Yesu anakupenda sana, njoo kwake. Yesu Power. Achilia mama, achilia mama, chukua hiyo maji, achilia mama. Achilia, achilia. Achilia mama! Wewe pepo ya magonjwa Come up. Come out. Enda chini. Loose. Achilia haraka, hiyo maji ni uzima, hiyo maji ni uponyaji. Get it out. Toa uchawi wewe, toa uchawi, toa takataka, taka yote. Maji imeshaingia ia jirani yako, maji imeingia hapo. Ingia maji, fanya kazi maji, fanya kazi, fanya kazi maji, fanya kazi, kuja hapa, fanyia kazi hapa kwa madhabahu, si munachukuanga huduma. Fanyia kazi hapa Fanyia kazi hapa toa takataka wewe. Toa. Take it out. Toa. Unafanya nini kwake? Sitaki akuwe na afya. Utaki akuwe na afya? Sitaki akuwe mchungaji. Utaki. Sitaki. Wewe ni nani? Ata. Ata. Eh. Ata. Ata. Ata. Ha? Ata. Ata. Atabwa. Atabwa. Eh. Atabwa. Atabwa. Na kudabwa na kutoa na kung'oa kwa jina la Yesu shikajia wende. Shikajia wende. Toa magonjwa. Una umeweka ugonjwa gani? Umeweka ugonjwa gani? Sukari. Sukari. Eh, sukari umeweka. Chukua sukari yako. Chukua diabetes. Chukua sukari yako. Chukua toa. Mwambie toe. Mwambie toe. Toa sukari yako. Chukua toa. Mwambie toe. Mwambie toe. Toa sukari yako. Toa haraka. Ngoa uende, piga ruki enda. Toa sukari hiyo. Toa. Amkia, amsha mama, sukari imeenda. Eh, adabwa. Sema Bwana Yesu. Naja kwako. Na niponye. Niponye. Na uniweke huru. Huru. Sukari, sukari. Adabwa. Enda, enda. You are free. In the name of Jesus. Pokea uponyaji, pokea uponyaji. Sasa na kuondolea magonjwa na kuweka huru, in the name of Jesus. Mpe Yesu makofi mazuri.